Ndugu mtazamaji wa Butote, tunawaletea shule yetu nzuri sana ya Butote kutokea hapa mjini Morogoro. Kama mnavyoona, ni maandamano ya kuelekea kwenye sherehe za watoto shule ya Butote ambayo ni kwa hiyo, mnakaribishwa sana kushiriki sherehe za watoto Butoke hapa

Wa watoto ka hati, plan sileniko, teke, kama mnavyoona wakiwa hapa wakiwa na furaha nzuri sana kuelekea shule ni kwao, shule ya Buteke ambayo ikapata ubuyu. Naona hapo mwalimu wao akiimba wimbo mzuri sana kuwakaribisha wazazi, akawakaribisha watoto pamoja na walimu, kuwakaribisha hapa Buteke. Kuelekea tunakaribia kuingia maeneo ya shule ya Buteke. Karibuni sana <tiple> vibango hivi ya Butoke Butoke daikea elfu mbili ishirini na tano kama mnavyoona uwanja ule pale wa shule, mazingira mazuri ya shule kabisa, hayo ya Butoke wakaribisha wote Butoke hapo Butoke daikea, karibuni sana ndugu ya mama Afrika.